Amo mtazamaji wa Trend TV, nadhani siku mbili tatu zilizopita utakuwa umeona mambo ambayo yameibuka huko mtandaoni e, kuhusiana na sherehe mbili tofauti ambazo wadada wawili ambao hawa bwana ni malkia wa mziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, wakiwa wote wame walikuwa na siku zao special kabisa na walikuwa wakiselebrate, lakini at the end of the day ni kwamba wadau bwana wameibua mjadala huko mtandaoni kwamba ni nani ambaye sherehe yake ilikuwa ni bora zaidi yani ni nani ambaye sherehe yake ilikuwa imenoga, imefana, imekuwa pambe zaidi ya mwenzie Bwana, tunazungumzia sherehe ya mwanadada Nandi, ambaye Nandi yeye bwana, alienda kuvishwa pete na Bilnas hivi karibuni, kwa akaamua kufanya sherehe na sherehe yake bwana akaamua kuifanya Kiswahili kweli kweli, yani, kwa mtindo wa kibaukata. Kwa hiyo basi alialika wale waimbaji maarufu kabisa wa kibaukata na wadada wengine wote wa mjini, hususan wadada maarufu, washafanya biashara, watu mashuhuri, wadada wenzi hao, lakini pia vile vile alialika wasanii wenzio Bongo Flavor, pamoja na Bongo Movie kutoka hapa Tanzania Dar es Salaam na wote walijumuika naye na walikuwa wakisherekea, eh, siku hiyo special kabisa kwake Nandy kwa mtindo huo wa kibao kata. Uh, to say the least ni kwamba sherehe ya Nandy ilikuwa ni moto kweli kweli. Yaani kusema ukweli bwana, Nandy sherehe yake haikuwa ya, ya kawaida, yaani ilifana, iliwaka moto, ilipamba. Uh, ukitazama wewe mwenyewe pia utakuwa unaelewa kwamba hata ulivyopita huko mitandaoni, obviously utakuwa umekutana na mavideo mengi sana yakiwa namwonyesha Nandy na wadada wenzie wakiwa wanakata viuno lakini pia vilevile vile upande wa pili bwana, ukiachana na sherehe ya Nandy ambayo ilifana, lakini pia upande wa pili huku pia ilikuwa ni siku ya, ya muhimu kabisa kwake Zuchu, ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa yaani, ilikuwa ni birthday. Kwa hivyo basi, na yeye pia alifanyiwa surprise party na watu wake wa karibu kabisa, kwa ajili ya kumsurprise siku yake hiyo ya birthday. Sasa kwa mujibu wa wadau mbalimbali bwana, alikuwa anadai kwamba sherehe ya Zuchu bwana ilikuwa kidogo iko very boring, yani haikuwa haikuwa na haikuwa exciting kama the way ambavyo sherehe ya Nandy ilivyokuwa imewaka. Kwa hiyo basi, baadaye tukaja tukaona Diamond Platnumz naye pia akashiriki naye pia katika sherehe ya damu, epi, aka, aka epi, sherea, mpenzi wake Zuchu eh, lakini yeye akaamua kumtoa out akamfanyia surprise, lakini pia akamtoa out wakafanya yacht party kwenye boti na vitu vingine kama hivyo, kwa hiyo kidogo ikashtuka na pia vilevile vile, tukaona mavideo akiwa na trend huko mtandaoni tofauti na hapo awali alivyoamua kufanya surprise birthday party na marafiki zake. So watu wengi sana walikuwa wanasema kwamba Nandy bwana amekuwa ah, na influence kubwa zaidi ya Zuchu kwa mujibu wa hizi sherehe. Wadau wengi sana walikuwa wanadai kwamba Nandy sherehe yake ilikuwa ni moto, lakini Diamond alivyokuja kushiriki na yeye pia katika sherehe ya mpenzi wake Zuchu, kidogo ikaonyesha kwamba pia vilevile sherehe ya Zuchu nayo pia iko moto <muchos> Sasa kwa mujibu wa uh, eh, wadau mbalimbali huko mtandaoni bwana, wamekuwa wakizungumza kuhusiana na sherehe hizo mbili. Kila mtu amekuwa akizungumza na la kwake, lakini hapa bwana Optiger naye pia amekuja, ameweka nakala yake hapa kuhusiana na hiyo issue ambapo yeye ameandika kwamba kibao kata kimetrendi kuliko birthday ya Zuchu, ameuliza hivyo maana bwana kwenye kibao kata cha Nandy, kulikuwa kuna Paula, kulikuwa kuna Kajala, kulikuwa kuna Ankoti, kulikuwa kuna wakina Nenga wenyewe, lakini pia vile vile Ee, wadau mbalimbali, wadada hawawa mjini, wakina mashalavu kitasa, waimbaji wa vibaokata, yani almost ma celebrity wote ambao wewe unaowafahamu walikuwepo katika pati ya Nandy ya kibaokata, lakini kwa upande wa Zuchu walikuwepo wakina Omidimpus Zuchu Diamond pamoja na Wanyamwezi wengine wa hapa mjini. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa basi makala ya, ya Hot Tiger hapa imekuja kufafanua zaidi kiundani <muchas> Kwa mujibu wa Optaiga mwenyewe ameandika kwamba bwana kuna madai kuwa kibao kata e, hapa Optaiga amekuja ameandika hivyo kuwa yeah. So Optaiga hapa yeye ameandika kwamba kuna madai kuwa kibao kata ya Nandi kimefanya, kimefanya, eh, kimefunika, yaani kimefana na kufunika birthday ya Zuchu. Yani kila kona watu wanapiga stori yaliyojiri kwenye jambo la Nandi kuliko jambo la Zuchu. Je, ni kitu gani kimepelekea jambo la Nandy kupendwa na kutrend kuliko la Zuchu? Je, kwa sasa Nandy ana ushawishi mkubwa mtandaoni kuliko Diamond na Zuchu? Hilo ndo swali ambalo watu wengi kwa sasa wanajiuliza. Akaendelea hapa utaige kusema kwamba wiki hii kulikuwa na matukio makubwa mawili kutoka kwa Nandy ambaye aliandaa kibao kata kisha akaalika eh, Karibuni mastaa wote wa Bongo kwa upande wa pili pia, huku Zuchu naye pia akafanya birthday yake kwa nguvu ya kusherekea e, kutimiza miaka thelathini na mbili ambapo amefanya yacht party pamoja na club party. Wageni walikuwa ni wale wale, yaani familia ya WCB. Kilichopelekea shughuli ya Nandy kufunika birthday ya Zuchu ni kwamba wageni ambao Nandy alikuwa amewaalika ni pamoja na drum, walikuwa wame, wana drama na vituko vyao e, kama klipu zilizokuwa zimesambaa huko mitandaoni za wakina Zailisa e, Loludiva Faivani Mala, Malkia Karin pamoja na wengineo wakikata mauno, jambo ambalo si la kawaida. Hivyo basi wengi e, wamevutiwa zaidi na eventi hiyo ya Nandy. Wema Sepetu Kajala pia vilevile vile, e, wamekuwa wakionekana na uhusiano mzuri ueli, e, imekuwa ni stori kubwa, e, lakini pia vilevile vazi la ankoti na mengineyo ni baadhi ya matukio yaliyovutia watu wengi zaidi mtandaoni. Lakini pia vilevile vile upande wa pili eh, ni kwamba pati ya Zuchu haikuwa na vituko vingi, hali ambayo, im, eh, hali ambayo imefanya jambo hilo eh, liweze kupooza kama vile haikutokea kitu chochote. Kiukweli ni kwamba tukio lililo trend zaidi weekend hii ni kibao kata cha Nandy. Sasa swali ni kwamba je, kutrendi kwa jambo la Nandy ni dalili ya nguvu, ni dalili kuwa nguvu na Diamond imeisha? Jibu langu ni hapana, bali selection ya wageni ndio iliyowaangusha, lakini pia vilevile vile, walitaka, kufa, walitaka kufanya kifamilia zaidi, wakati kwa upande wa Nandy, yeye amealika watu wote wenye nguvu katika mitandao ya kijamii. Kubwa zaidi ni kwamba kulikuwa na media kibao ambazo na zenye nazo pia zilikuwa zimealikwa na zimepushi sana jambo hilo, tofauti na upande wa pati ya Zuchu, ambapo Wasafi media tu ndio ilikuwa na access ya kukava tukio hilo.